Ando nipo nipo nipo nipo na shoot. Eh. Na na shoot posters za za ku post post zile. Sawa ndugu yangu. Hamna hamna shida, muda sio mrefu mtaziona. Muda sio mrefu mtaziona kwenye account yangu ya TikTok. TikTok, YouTube, YouTube pale mtasearch tu mtaandika Sanzagala Film Production. Yaani ukiandika tu Sanzagala Film utanipata. Baridi wanangu. E, yani, na ukinani ukiingia usisahau kutuma linki kwa washikaji zako, usisahau kutuma linki kwa washikaji zako ili. E, si unajua inatakiwa ijulikane. Uzinduzi unatakiwa uzinduzi, uwe mkubwa zaidi mkubwa sana e, natakiwa watu wafane. Kila kitu kipo, kila kitu kipo. E, baridi. Basi ngoja kidogo nianze kushuti hapo. Nilikuwa naongea na ndugu yangu hapa bwana, kwenye habari za sasa, lengo kuu ni uzinduzi. A, kwa majina naitwa Hashim Mohamed Sanzagala. A, lakini nimeamua kutumia jina la Sanzagala, jina la ukoo, nimeamua kubeba ukoo, najua Sanzagala ni jina ni jina kubwa na taifa kubwa A, Ndugu, nataka nikupe taarifa. tarehe saba mwezi wa saba tutakuwa tuna jambo kubwa, jambo zuri, na tuna hitaji support zenu. Tuna uzinduzi wa tamthilia tatu. Tamthilia tatu ni uzinduzi mkubwa sana, unajua, unapofanya uzinduzi wa tamthilia tatu, naweza nikasema haijawahi kutokea, na kama ilishawahi kutokea, sijui kama wakati gani, inawezekana tunafanya tamthilia tatu. Tamthilia ya kwanza inaitwa Tatizo Pesa. Tamthilia ya pili inaitwa Moyo Mgumu. Tamthilia ya tatu inaitwa Mjomba Jao. Katika hizo tamthilia zote tatu nilizozitaja, zote nimepita na zote, au zote nimecheza. Tamthilia ya Tatizo Pesa nimecheza ni mtu fulani mwenye maisha ya juu lakini katika hiyo tamthilia niliyocheza tatizo pesa, moja ya sinema ninazozikubali sana, nilikutana na mwanangu njiani, mwanangu Adamu eh. Nilimkuta yeye eh, kwenye mazingira mabovu, anaokota makopo halafu mshikaji shuleni alikuwa ni mshikaji, yani alikuwa anatumbuluza tatizo pesa, tatizo pesa. Oya mwanangu, di kama kawa mwanangu. Mwanangu mwanangu boashanga sana unielewi nini Oya? Sasa gala mwenyewe. Na vipi kukutani, unajua nini damu yangu, Oya. Vipi tena mbona kwenye hali hiyo tena muonekano namonekanoy inakuaje damu yangu? Acha. Maisha yako yanugmaisha yau bwana unajua kweli damu yangu unajua nini hmm? Yani, katika toka nimeondoka hapa hey, mtaani hapa katika vijana nilikuwa naogopa, na nikasema ni kirudi yani mtakuta ni watu wale hey. Wana maisha ya juu sana nilwa, nilwa sana niliwa appreciate nikajua, wewe utakuwa na pamoja damu yangu, lakini tena usikie mwanangu <laughs> eh, oh eh. Kama upate unachopenda unachopata, alafu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, kila jambo na wakati tafika wakati kweli mwanangu, nimekubali. Ule uliuseme kuferi shule sio kuferi maisha kweli, ila mwanangu, mimi naku appreciate sana. Tunapambana, tunapambana na kila kitu kama hivi. Hapo alikuwa rafiki yangu sana nilipomkuta kwenye ile hali mimi kiukweli, nilishtuka na niliumia sana. Nikaamua kumshawishi na kumwambia mimi nitamsaidia nitampeleka sehemu ambayo mimi ilonifanya nikafanikiwa. Kweli mshikaji wangu alishawishika na ile sehemu nikampenda. Basi katika sini zote katika movie nzima tu au tamthilia nzima tulocheza, uh, naweza nikasema hiyo ni sini yangu pendwa pendwa pendwa pendwa sana katika tamthilia ya moyo mgumu. <laughs> Tamthilia ya moyo mgumu, bwana kuna mwanangu mmoja au mwanaitwa Punda Boy huyo, <laughs> au mzee wa Kinibu Master. Huyo mzee wa Kinibu Master huyo kaingia mtaani kwetu, katukuta wanyamwezi kina Sanzagala ndio tunavimba. Alafu yeye kafika ni mtu fulani mwenye dharau, yani hataki kusalimia watu anajiona. Hasa mimi kwa kumuonyesha, nikamchukulia mke wake katika sini moja naipenda sana, katika hiyo tamthilia ya moyo mgumu ni sini ambayo nakutana na bwana na bwana na, na bwana Kinibu Master huyo bwana Punda Boy yake yake Kinibu Master nakutana naye, alafu hajanisalimia wala nini, ananiuliza habari za mke wake, alafu na mimi nikifikiria mke wake ndo napita naye hivi, brother wewe ni nani? au unajikuta wewe nani, ni Mungu mtu eh? umeingia kwenye kijiji cha watu eh? Yaani unajimwamba fai unapita hata kusalimia utaki, mbona sikuelewi blaza? Kuwa makini, umewakuta kina Sanzagala eh? umewakuta kina Sanzagala wenye kijiji chao. Sometimes ukifika respect lazima ndugu yangu, mtu gani hauna respect wewe, umetoka kintiku nini mwanangu? mbona sikuelewi, unanita pigo gani hizo habari yako? Sawa pia namuulizia huyo mdada, ni mke wangu, ni mjamzito, mimba yake ni kubwa hivi eh. uaga na tabia ya kuweza kufanyafanya mazoezi kifikaga muda kama huu, sasa imenitia wasiwasi kidogo. haujanionea huku lakini pia alikutana na mimi, bwana Sanzagala. Sasa huyo mwanamke anahitaji nimsaidie, lakini pia mwanamke, huko nyuma alikuwepo mtu wangu, lakini tukaja tukaachana sasa Mzee demo anakuja anaomba msaada kwa ex wake. Ex wake hataki msaada anakuambia nipe nikupe. <laughs> Kwa hiyo hauwezi kunisaidia mpaka tu <laughs> Kumbuka mimi hali yangu iko hivi na siwezi kutembea na wanaume wawili. Alafu isitoshe mimi ni mke wa mtu. Kama mapenzi yetu ni zamani na sio sasa hivi. Kila ambaye mwenye tatizo basi jua na mwingine pia alitamkuta kama alivyomkuta huyo. Naomba nisaidie sana niweze tu kwambia kitu. Kwa mchezo nipe nikupe, na mnaweza mkatuchukia, lakini pia nako naomba hivyo hivyo, msije mkatuchukia sisi, lengo letu kuelimisha. Anko Jao ni sinema ambayo kuna mwanangu mmoja anatembea na wapwa zake, huyo kinibu master, huyo anatembea na wapwa zake wote wawili huyo bwana Kinibu Master ukifika kwake, anasema na bastola. mimi siku moja nilimtuma mshenga wangu kwenye hiyo hiyo hiyo Anko Jao, mimi nataka kwenda kuoa kwa bwana Kinibu Master, bwana Punda Boy huyo, nataka kwenda kuoa lakini namtuma mshenga wangu kwanza afikishe taarifa za mimi nataka kuoa. Kinibu Master anamtimua mshenga wangu. Na kitu kingine usichokijua mimi bwana namiliki bunduki na hii bunduki ipo kwa ajili, haiko kwa ajili ya kuulia tu swala, sijui tembo, sijui nini, haiko ni kwa ajili ya kuwalinda mabinti zangu kwa wanaume wasumbufu kama nyinyi. Mimi sina mengi zaidi, nilikuja tu kuwafikishia hilo ili mambo yaende. Tunahitaji support zenu, tunahitaji michango yenu ili kufanikisha jambo letu la uzinduzi siku ya tarehe saba mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Karibuni sana.